Sisi wanaume sisi wanaume tuliambiwa tunaweza oa wanawake wanne, tunaweza oa wanawake wanne. Lakini sasa katika kwenye ndoa ukiwa na mwanamke mmoja na huna kitu, mapenzi huwa ni mengi sana, waga tunapenda sana na bado tukiwa na pesa tunahitaji kuwa na mahusiano mengine, na sio kwamba titakuwa mumeachwa. Hapana, ni sheria ni sheria kuwa na wanawake wawili watatu, lakini sasa sisi ambazo tunataka kuwa na wanawake watatu wawili, lazima uwe una watu, una una na kwamba unawahudumia unawatundulia vizuri, hakutakuwa na matatizo yoyote, na ndio maana tunafanya wanawake wanasema ukiwa hauna pesa, uko na mapenzi ya ukweli, mapenzi mubashara, mapenzi lakini ukiwa na pesa, unaanza umalaya. Sio umalaya, ni kwamba yule mwanamke wewe umemsahau, utaki kum, kumwona muhimu, umshughulikii, ndio anasema ana complain design hiyo. Lakini ukimhudumia vizuri, wala haongei wala hana shida. Zingatia hicho kitu.